Asanti sana wapendwa wasikilizaji, kwa majina ni Dr. Simba Wanga. Wengi wao wametamani kuniona na kunisikia, kwa hivyo tutaanza ukuwa live. Wadugu wapendwa wasikilizaji, msikuwe na shaka yote, hapa ni mali, niko kwa ubani, naita mizimu zije zitusaidie mashida. We, kama umeshaikuja kwangu nataka ujue, ukifika kwangu hutabaki vile, nataka upige simu kwa namba 0712180260. Kwa hivyo wewe msikilizaji ambao unaniona siku ya leo live, nataka hoje na shida yoyote ile ambayo inahitaji dawa ya mitishamba. Kwa hivyo dada yangu mpendwa, msikilizaji mwenye uko kwa nyumba, kama ndoa imeshindikana, nataka hoje tutembelee pamoja angalau hizi shida ziweze kukamilika. Hii ambao nashika hapa ndio kiboko mbao hililisi ya nguvu mbao natumia. Wewe dada ukuje usaidiwe matatizo kwa hivyo sikai kwa nyumba na shida, ati metembea hapa na pale shida zangu haziishi. Njo tuweze kutembea pamoja, shida zako zitaisha. Vile unajua tumbo leo ekila pia, kesho hetara. Kwa hivyo wewe msikilizaji nataka ujue leo ukiwa na shida Kesho hutakuwa nayo. Kwa hivyo nataka hoje usaidie, usichoke ati kwa vile umetembea hapa na pale. Haya, muje tuone kwamba tunatembelea pamoja. Hii ni mahali nafanyia. Kwa hivyo niko na ofisi tofauti, wasikilizaji. Niko na ofisi Kenya, sehemu inaitwa Magoro. Nkawa na ofisi sehemu ambayo inaitwa Kakamega nikawa na ofisi sehemu ya Uganda mbao inaitwa inaitwa, najua Uganda iko na place mingi, kwa hivyo we mbao nakuja Uganda, lazima nikuambie mali utafika, ukuje kwa town ya Uganda ambayo inaitwa Soroti town, kuna ofisi utasaidiwa shida zote. Kwa hivyo dada yangu mpendwa, msikilizaji, nataka tutembelee pamoja tuondoe shida kwa nyumba na kwa boma kwa kifamilia na kwa kazi yote. Kwa hivyo we msikilizaji, kwa majina ni Simbawanga. Nashukuru sana kwa wakati wako. Namba ni sufuri saba moja mbili moja nane sufuri mbili sita sufuri. Kwa hivyo hakifika kwangu, msikilizaji, nataka hujue hotabaki vile, utakuwa umeondoa matatizo mengi sana kwa mwili wako, njoo usaidiwe